some nyarusa gatatu cumi na gatandatu turasoma mu izina rya yesu ariko nezi mbere ukwizera Ego. ahawe nawe niko kumukirije bose imbere yamwe mwese na yohana na

io like like zina ryamuhaye <laughs> inkomezi mbere ukwizera ahawe nawe niko ku mukiriza rwose imbere yanyu mwese